Mtazamaji, mambo vipi? Wewe unaifuatilia STL Media Tanzania, na leo katika kipindi cha tuongee tumeweza kukutana tena, na kama kawaida utakuwa na mimi hapa, ni Freedom Chome kutoka hapa STL Media Tanzania. Cha muhimu tu subscribe, share, lakini pia usiache kuachia komenti yako hapo chini. Na leo bwana, nitazungumza na wale mm, yaani zile familia au wamama ambao wanaishi na wadada wa kazi lakini wanawaachia majukumu yote kwa wadada wa kazi. Mtazamaji ambao unanitazama sasa hivi, je, unakaa na mdada wa kazi au jirani yako anaishi na dada wa kazi? Na ndugu yako labda anaishi na mdada wa kazi, je, anaishi vipi na huyo dada wa kazi? Unaweza ukamkuta mwanamke anamwachia majukumu yote huyo mdada, dada huyo huyo amke aandae watoto dada huyo huyo afanye usafi, sijui afanye vitu gani, hata kama ni kazi zake. Lakini kuna kazi zingine zinakuwa sasa, yani unamwachia mpaka anavuka mipaka. Wanawake wengine unashangaa anatoa nguo za mme wake zifuliwe na mdada wa kazi, lakini mpaka boksa anafua na mdada wa kazi. Mwanaume anaamka asubuhi kujiandaa kwenda kazini, nguo anapasiwa na mdada wa kazi, chai inaandaliwa na mdada wa kazi. Mdada wa kazi anamsindikiza mpaka kwenye gari eh? Anambebea begi mpaka kwenye gari. We mwanamke unaandaa mazingira gani? We unayenitazama saa hivi unaandaa mazingira gani kwa huyo dada wa kazi? Mwisho wa siku uibie mwanaume uanze kusema oh, wadada wa kazi wabaya. Wadada wa kazi sio wabaya, we ndio umeanza kutengeneza mazingira mabaya na huyo dada wa kazi. Mwekee mpaka Simaanishi labda kwenye mazingira sio ya kawaida, labda muweke kule kama mtu ambaye asiyefaa, hapana. Lazima wewe kama mwanamke uwe na mipaka na huyo dada wa kazi. Mwekee mipaka na huyo mume wako.